Wakati taifa likiwa linapilika pilika za dabi inachezwa au haichezwi, sisi lengo letu ni kuhakikisha tunakata kiu ya habari katika anga la kimichezo. Na hivi sasa tunazungumza msalia wa mechi tatu ligi kuu soka Tanzania bara kumalizika. Ee, unaweza ukazipata takwimu sahihi za mchezaji kutoka kwa Heavyweight Dula ni mchezaji wa aina gani, anatokea wapi na anahusishwa na klabu gani? Data hizo zote uwezi ukazipata kwingine e, zaidi ya heavyweight_dula dula. Uwezo wa kichwa chake ndio umetufanya tusimame naye hivi sasa. Tumuulize, tunasikia tetesi zinazomhusisha mchezaji wa taifa la Mali anaitwa Lassine Kouma Eh, kuja katika vilabu vya hapa nchini kwetu Tanzania, nataka kujua eh, pengine labda unaweza ukawa wewe unazo tetesi za ndani na ukawahabarisha watu ili waweze kumwelewa ni mchezaji wa aina gani? Yes, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Mwenyezi Mungu akijalia, nitaweza kutumia uwezo wangu ambao Mwenyezi Mungu amenijali, amenijalia kuweza kuwaelezea watanzania waweze kumfahamu Lasine Kouma. E, jina fulani hivi ambalo unapendekeza nyimbo inayofuatia ya Oscar, Oscar. Eh, <laughs> aweze kum, kumjumuisha huyu e, mchezaji kwenye kwenye kwenye ile maana, hilo jina ulimi ukiteleza tu kidogo, e, jina fulani hivi anaitwa Lassine Kouma kwa jina au kwa jina la utani kule Mali, kwa sababu ni raia wa Mali by the way e, wanamwita Iniesta, nafikiri watu wanamjua Andres Iniesta, kwa hiyo wanamfananisha na huyo gwiji wa zamani wa Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain ambayo jana ilipata majonzi kidogo kwa sababu hey, iliweza kupoteza kwenye UEFA Nations League na mimi kwa sababu ni Mhispaniola niliumia, by the way. Hey, yeah, niliumia sana kupoteza Kida, taji lile. Yi, <laughs> <laughs> <laughs> e, na, na, na, Nuno Mendes alitusumbulia sana kijana hey, wetu, lakini ndo mpira <laughs> unajua, by the way mpira ndo unakuwaga hivo e, mi nimepokea matokeo, kwa hiyo tunakuja tunamzungumzia idolo, hmm, e, anaitwa Lassine Kouma ambaye wanamfananisha na Andres Iniesta. By the way, ni bado kijana mdogo ana umri wa miaka 21 tu na anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji wa kati. By the way, hata mtu anayefananishwa naye inaelezeka kabisa na ni mchezaji ambaye ni versatile player. Nikisema, versatile ana uwezo wa kucheza maeneo mengi sana kwenye eneo la, la kiungo. Lakini huyu mchezaji amekuzwa pale pale. Anacheza katika kikosi cha Stade Malie currently. Anacheza katika kikosi cha Stade Malie na bahati nzuri amekuzwa pale pale, maana yake amepita, kwenye timu ya, amepita kwenye academy ya Stade Malien, na alifanya vizuri sana kwenye academy hiyo akisaidia kuweza kufika finali ya Junior de Football de Chez mwaka 2022, na waliweza ku, pia kufunga bao kwenye nusu finali before kufika fainali na performance ile ilifanya kuwa promoted kwenye kikosi cha wakubwa na kocha Seku Sek mwaka 2021 22 mwishoni kabisa, na akaweza kufanya debut yake kwenye mchezo dhidi ya Real Bamako Julai 13 mwaka 2022. Na katika hiyo debut yake aliweza kufunga bao pekee la mchezo. Imagine anatambulishwa kwenye mchezo mkubwa kwa mara ya kwanza. Nikisema debut, nafikiri watu wengi wanaofuatilia klipu zangu watakuwa washaelewa ya maneno kwamba ni mechi yake ya kwanza level katika kikosi cha Stade Malien inakuja katika mchezo wa uh, ni uh, mchezo wa Julai 13 mwaka 2022. Amesha, amesha, sema kama ameshateka nyoyo za mashabiki, alidisplay ile performance yake especially kwenye mchezo wa, wa kwanza lakini vile, vile. E, alikuja sasa kupata uh, full appearance kwenye ligi msimu wa 2022 23. Sasa huo ndio msimu mzima tuna count sawa, okay. yes uh, aliweza ku, kufanya vizuri kwenye kila mechi aliyoaminiwa na ikateka mpaka ma, ma, nyoyo za mashabiki wengi tu nchini Mali kutokana na uwezo wake aliyokuwa akiuonyesha okay. by the way, na mechi nyingi ambazo alikuwa anapewa ni zile za kirafiki mm. kwa sababu ndio kwanza amepanda. Kwa hiyo katika mchezo dhidi ya Nerokoro FC ambao ulifanyika Januari 6, mwaka 2023 aliweza kufunga bao ushindi wa mabao matatu kwa moja. Sawa, eh? Lakini vile vile, of course hali, haliwe, aliweza kufunga bao na kusababisha mkwaju uh, wa penalty, mchezo ambao ulifanyika katika dimba la Fusi Ndiara. Lakini vilevile akaja akacheza mchezo mwingine wa kirafiki tarehe 26 Januari mwaka 2023 dhidi ya FC Moriba, wakishinda kwa mabao 6-0 aliweza kufunga brace kwenye mchezo ulifanyika pale pale katika dimba la Fusi Ndiara. Eh, uh, na baada hapo sasa akawa ameaminiwa sasa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja na alitengeneza midfield duo bora zaidi kwenye ligi kuu sambamba na Mamadou Traore ambaye yupo katika kikosi cha Stade Malien. Hiyo ndio ilikuwa midfield duo bora zaidi kwenye kikosi cha Stade Malien. Sio tu kwenye kikosi cha Stade Malien, kwenye ligi kuu. Midfield duo, nikisema midfield duo, maelewano ya wa wachezaji wawili kwenye eneo la kiungo bora zaidi kuliko maelewano uh, kuliko wachezaji wengine. Sawa? Yes, hiyo ndio ilikuwa mwanzo wake wa kuperform vizuri kwenye hiyo michuano. Sasa basi jamaa bara la lake alianza kulionyesha katika michezo ya Malian Coupe de Mali, maanake Kongo la Mali, eh, eti, kombe la Mali eti kombe la Mali, Kongo la Mali <laughs> kombe la Mali, <laughs> Mali, Mali, Mali. Mali. E, edition ya 62 unajua mwanangu, mwanangu mambo muda mwingine Uwe, baba la baba nimevuta, e, sana baba la baba, e, baba, baba. Usinirudishe huko <laughs> umeona eh? Kwa hiyo tunarudi kwenye point, e, sawa. Huyu bwana mdogo bwana alianza sasa kuonyesha makali yake kwenye michuano hii ya uh, kubdu, kubdu, kubdu Mali manake, uh, kombe la Mali ni kama FA labda niseme hivyo, okay. Na alianza kuonyesha katika mchezo wa 16 bora dhidi ya SAS FC ambapo aliweza kufunga bao moja na bao, eh, bao, no, sio bao moja sorry, aliweza kufunga bao moja na kuprovide penalty, manake aliweza kusababisha penalty <inaudible> E, manake na ile penalty aliconvert Yusuf Kulibali na kuisaidia timu yake kuweza kuingia kwenye hatua ya robo finali kwa kishindo kikubwa, kwa sababu by the way waliweza kushinda kwa mabao sita kwa sifuri, e, akihusika kwenye mabao mawili, akihusika kwenye mabao, maana yake alifunga na kuweza kutengeneza mkwaju wa penalty ambao ulikuwa converted na Yusuf Kulibali. Performance hiyo ili, ili, ili, ilikuwa, ili, ili, ujua iliacha minongono kwa sababu ya udogo wake na nindo kwanza mgeni kwenye ligi ametoka, kwenye academy lakini hatuwe inafuata akacheza na Yusufaz. Kwenye hatua ya robo finali Yusfaz. Na hapo ndipo walipoonyesha balaa zito mtu akamtambua kwa sababu kwanza alifunga bao pekee la mchezo. Mchezo huo ulifanyika tarehe 26 March mwaka 2023 by the way katika dimba la uh, Mamadou Diara de Kulukoro na yeye ndo aliweza kufunga bao pekee la mchezo na kwa bahati mbaya mm. E, mchezo ulimalizika vile vile, lile bao lilifunga dakika ya tatu tu ya mchezo na mpaka dakika ya 90 inamalizika, Yusfaz walishindwa kuchomoa na mechi ikatai kwenye bao moja sifuri mm. Basi ikaleta minong'ono kwa sababu e, mashabiki wa Yusufaz waliweza kulalamikia sana maamuzi ya refarii Elhaji Barima Kone. E, Elhaji Barima Kone ambaye waliamini kama aliweza kuwanyonga na kupelekea kichapo, walimpiga sana wakampasua mpaka kichwa pamoja na baadhi ya mashabiki wa Stad Malie. Hiyo yote ni kwa sababu ya balala huyu bwana mdogo ambaye aliweza kufunga bao lakini kwenye hatua inayofuata kwenye nusu fainali walicheza na Mbinga FC aliweza kudisplay performance nzuri by the way, na aliweza pia kusababisha mkwaji wa PENAT, na ilikuwa converted, kama kawaida na Yusuf Kulibali kisha wakaingia kwenye finali wakakutana na Enzo Creatures kwenye finali. Menero finali ilicheza katika dimba la 26 March ambao ndo dimba ambalo kubwa zaidi na linatumika hata kwenye michuano ya kombe la shirikisho by the way, na aliweza kufunga bao moja na la pekee la mchezo, unanielewa, na kuchaguliwa kuwa man of the match kwenye finali. Imagine kwenye msimu wake wa kwa wa kwanza nimekutajia contribution kwenye kila stage ya michuano hii eh, si unanielewa. Michuano yake ya kwanza kwenye Kubdu Mali, sawa, amechaguliwa man of the match kwenye ile finali, lakini vile vile ameisaidia timu ile kuweza kutoa taji la ishirini na mbili la michuano ile. Maana yake kwenye edition ya sitini na mbili ndio ikafanya sasa yeye Stade Mali kuwa timu ambayo imetoa mataji mengi zaidi ya Kubdu Mali, ikiwa na mataji ishirini na mbili, mpinzani wake akiwa ni Joliba ambaye ndo ana mataji ishirini sawa, na by the way kwa sababu walikuwa wamemaliza nafasi ya tisa kwenye huo msimu, wakawa wamepata nafasi nzuri ya kuweza kuingia kwenye hatua ya kombe la kuishiriki michuano ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwenye ligi ya ma, uh, walikuwa na spell mbaya, kwa hiyo walishindwa kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kupitia hii michuano akashiriki michuano ya kimataifa by the way na uh, akaanza sasa kuonyesha makali yake nelewa katika mchezo wa qualification walicheza na Watanga Watanga FC ambayo inapatikana katika uh, nchi ya Liberia by the way na aliweza kufunga bao kwenye mchezo wa, wa, wa, wa kwanza wa qualification, mno wa pili. Manake mechi ya kwanza kule Liberia waliweza kupoteza kwa bao moja sifuri. Mechi ya pili wanacheza pale 26 March, waliweza kushinda kwa mabao matatu kwa moja. Manake kama mechi ingeisha kwa mabao matatu kwa mawili wangekuwa lakini kwa sababu mechi iliisha kwa mabao matatu kwa moja, e, jamaa aliweza kufunga bao katika ule mchezo na aliweza ku, e, kudisplay performance nzuri, na hatua inaofuata akaja kukutana na Igono na, na wakaweza no, na kushinda kwa aggregate ya mabao manne kwa mawili na kuingia kwenye hatua ya group stage kwa mara ya kwanza toka mwaka elfu mbili kumi na kumi na tano sawa, eh, yeah na by the way, wali kwenye hatua walivyofika, kwenye hii group stage alikuwa bado, aliendelea kuaminiwa na kocha Seku Sek, kwa sababu katika mechi nane aliweza kuanza katika mechi tano, sawa ya na timu yake iliweza kumaliza nafasi ya pili ikiwa na alama kumi na nani alisaidia hayo ni pamoja na yeye, kwa sababu yeye alikuja kufunga bao kwenye mechi dhidi ya Diabas Noise e, mchezo ambao ulifanyika pale 26 March, wakiwa nyumbani walishinda kwa bao moja sifuri. E, bao lake lile liliweza kuwapa alama tatu na kumaliza na alama kumi kwenye kundi, ikiwa ni alama nyingi zaidi toka waanze kushiriki kwenye hatua ya makundi, na ikawasaidia wao kuweza kuprogress kwenda hatua inayofuata kwa mara ya kwanza toka mwaka 2013 13 walipowahi kwenda hatua ya knockout stage kwenye michuano hii. Sawa, kwa sababu ya ya lile bao lake yalilofunga, kwa sababu maybe asingefunga, ya pengine wasingeweza kupata ushindi. Sawa, wanajiuliza, wanaotazama hivi sasa, samani kama nitakuwa nimekatisha data zako, shaka umezungumza. oh, okay. Ondoa shaka, vingi wamesikia, vingi vinavyohusiana na, na mchezaji Lassine Kouma hmm. Sasa wanataka kujua hapo, Simba, Yanga, Azam, eh, Singida Black Stars, ama na uelekeo kwa. Ah, sasa ndugu yangu, ili swali unaniuliza katikati ya maongezi ulitakuwa uniulize mwanzo wa maongezi kwamba anaenda wapi. Maana hasa e, e, kama no, unataka no, umjonge no, no, subiri no, nimalize kwa sababu nilianza ni labda hukunielewa nilisema mm. Kuna mchezaji e, kutokea taifa la Mali anahusishwa na, tu... na, na vilabu vya hapa ndani. Sasa nilitaka wewe tusaidie kila klabu ipi ambayo mchezaji huyu anahusishwa nayo. Basi, basi, basi labda niseme mimi kwa taarifa ni kwamba vilabu vyote vinamtaka mm. Uh, japokuwa mimi kwa nilivyosikia Simba Sports Club wa, walionyesha nia ya kumuhitaji zaidi lakini of course ni open race. Sa, ya, ni, open race ni mchezaji ambaye vilabu vingi vinatamani kuwa naye by the way, labda niseme hivyo yeah. Na nilikuwa naendelea kumwelezea sababu, unajua mchezaji anapohusishwa, watu wengi wanakuwa hawamjui, hawajui alipotoka, amefanya nini, hajui alipofika. Kwa hiyo tulia, nimuelezee, nikishamuelezea mwishoni kama kuna maswali kama kuna nini utauliza, ndugu yangu yeah, ondoa shaka sawa. Nilikuwa niko kwenye eneo la e, kuisaidia timu yake kuweza kuingia kwenye hatua ya, ya robo finali ya kombe la shirikisho maanake, kwenye knockout stage, hatua ya mtoano toka mwaka 2013 ndo wanaingia tena, inakuwa inakuwa timu ya pili by the way e, kuweza kuingia kwenye hatua ya mtoano mwaka 2013 aliingia, mwaka 2000 na, na na maanisha 2015 aliingia Uh, no, 2013 waliingia kwenye mtoano na mwaka 2024 si ndio? Mm-hmm. Lakini timu nyingine ambayo imewahi kuingia kwenye hatua ya mtoano kutoka Mali inaitwa Joliba FC, mwaka 2012 kacheza finali na AC Leopards ambayo ilikuwa inaondolewa na kocha Nasiruddin Mm-hmm. Nabi kipindi hicho, uh, yupo AC Leopards na lakini ndo Nasiruddin Nabi akaweza kutoa taji lile. Mm-hmm. Uh, nafikiri Nasiruddin Nabi watu wanamjua bana, alikuwa uh, Yanga hapo na unbeaten zake zile za mchongo. Kwa hiyo ndo hivyo basi. Uh, tunakuja kwenye kwenye hiyo eneo, kwa hiyo aliacha mark pale kwenye hilo eneo. Sawa. Na, by the way, alivyorudi kwenye ligi msimu msimu 2023 24 aliweza kuwa na performance nzuri pia, akiweza kuisaidia timu yake kumaliza nafasi ya pili, nafasi kubwa zaidi toka walipowahi kumaliza nafasi ya kwanza mwaka 2021, na, na by the way pia aliweza kuisaidia timu yake kuweza kushiriki yani, kuchukua taji jingine la Cup du Mali kwa mara ya pili mfululizo Sawa, maana yake amekuwa dominant kwenye eneo hilo, na timu unaonekana ina improve chini yake. Na by the way alikuwa ukapteni katika msimu wake huo 2022 23 kuanzia2023 24 pia akaendelea kuwa na hodha mdogo zaidi kuiongoza timu yake kuweza kutoa mataji ma. mm -hmm. Eh, of course sawa, eh. Eh, na kiasi cha kumfanya sasa yeye kuingia kwenye kinyanganyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora wa Ligue 1 Uh, no mchezaji bora wa Mali wa ndani, wachezaji bora wa Mali wa ndani, umeelewa. Alikuwa akichuana na Lamin Diakite wa Onze Creatures ambaye walicheza nao fainali ya kubdu Kongo msimu wa nyuma yake, lakini kulikuwa kuna Bubakar Diara wa AC Joliba ambao ndo walikuwa mabingwa, by the way e, kulikuwa kuna la, la, Adama Kulibali umeelewa, wa AC, eh, eh, of course AC Bakarijan pamoja na Tiote Traore ambaye alikuwa anacheza katika kikosi cha AS Real Bamako akawapiga chini, na yeye akaweza kuchukua tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwaka 2024 na, na na maanake tunavyozungumza yeye ndo alichaguliwa mchezaji bora wa mwaka 2024 na, na, na. Sijui unanielewa, Bwana Jaff? Haikuishia hapo, aliingia kwenye kinyang'anyiro kingine, amenielewa, cha kuwania tuzo ya mchezaji bora mdogo wa mwaka 2024 sambamba na, 20 na? na Ibrahima Diara amenielewa, uh, Kure Sidibe Amenelewa, kulikuwa kuna mwamba anaitwa uh, cheki uh, cheki si, si Haka Keita pamoja na Abubakar Diakite, wote walikuwa nominated nao na yeye uh, bahati mbaya ile tuzo waweza kuchukua ilichukuliwa na Ibrahim Diara kwa sababu alikuwa na michuano mizuri ya Afcon chini ya umri wa miaka 17, kwa hiyo uh, hii e, nakupa picha kwamba ni jinsi gani alivyokuwa muhimili mzuri kwenye kwenye eh, eh, kwenye kikosi cha Stade Malie, lakini msimu sasa wa mwaka 2024 25 Sawa. Ee, baada ya kuqualify baada ya kuchukua kombe la ile wanaita Kubdu Mali msimu wa nyuma yake, maanake msimu wa elfu mbili na ishirini na tano, ishirini na nne ishirini na tano ambao ndio huu si wanakuwa automatically wanashiriki michuano ya shirikisho. Kwa hiyo kwenye qualification kama kawaida walikutana na timu kutoka Liberia kama kawaida yao, lakini safari hii inaitwa Pinesville, na kama kawaida yake aliweza kufunga bao kwenye ushindi wa mabao matatu kwa moja, mechi ya pili iliyofanyika 26 March. Mechi ya kwanza kule waliweza kushinda bao moja sifuri, kama ilivyo mechi ya kwanza ile ya, ya wa Liberia wa kwanza, na safari hii aliweza kufunga bao kama la kichuya kona goli aliweza <laughs> kufunga kona goli. Ni mtaalamu huyu jamaa, na kuweza kuisaidia timu yake kuweza kufuzu kwa mara nyingine kwenye hatua ya group stage mm -hmm. inakuwa timu ya kwanza kutoka Mali kwenye historia mara mbili kutoka Mali, haijawahi kutokea, na yeye akiwa ndo captain. Captain mdogo zaidi Sawa. Ehe, na of course wali, kwa bahati mbaya kwenye edition hii hawakuwa na performance nzuri. Waliweza kushinda mchezo mmoja tena wa kwanza wa ufunguzi dhidi ya Stellenbosch kwa mabao mawili sifuri, wakatoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Lundasol, michezo mingine minne iliyobakia wakapoteza, kwa hiyo wakashindwa kwenda kwenye hatua ya knockout kwa mara nyingine tena, wakawa wameishia huku. Lakini tukirudi kwenye ligi, bwana mdogo alikuwa na performance nzuri, na by the way alisaidia timu yake kuweza kutoa ubingwa wao mwingine wa ligi kuu Mali. Yeah, Mali. Mm. Of course wamechukua ubingwa wale, walichukua ubingwa msimu huu, ndo mabingwa. Lakini kama hujui pia wametoa tena ubingwa mwingine wa Kup du Mali wakimfunga Isi Joliba mpinzani wake mkubwa kwa bao moja sifuri bao kali sana lilifungwa mm. umeelewa kwa hiyo ina maana chini yake timu imeweza ku compete ile domestic double, na inakuwa timu ya kwanza kuchukua ubingwa wa FA mara tatu mfululizo ilipowahi kufanya hivyo AC Joliba kati ya mwaka 2007 mpaka 2009. Simenielewa imepita kipindi kirefu sana hakuna mtu aliyojimilikisha hilo kombe kama walivyojimilikisha hawa Stade Malie. Kwa chini yake huyu bwana mdogo anakuwa mchezaji wa uh, Captain mdogo zaidi uh, kuiongoza Stade Malie kutoa mataji mawili ya ndani. Maana yake domestic double. Sawa, na inakuwa ni uh, hii domestic double inakuwa domestic double yao ya nane. Sio, unanielewa vizuri? Maana yake wameshawahi kutoa mataji mawili ya ndani mara nane. Hii ndio ilikuwa mara yao ya, ya nane ya na yeye alikuwa ndo mchezaji ambaye ame performance nzuri by the way kwenye msimu huu ana mabao sita pamoja na assist nane. Assist nane zinamfanya yeye kuwa kinara wa kutengeneza mabao kwenye ligi kuu ya Mali by the way, na ameingia kwenye nomination ya kuwania tuzo ya mchezaji bora na yu, ni favorite wa kuweza kutoa taji, taji. taji hilo kutokana na performance yake. Kulikuwa kuna tetesi zinamhusisha kusajiliwa na RB Salzburg, sawa. Eh, lakini kulikuwa kuna tetesi pia za kusajiliwa na Aris Berkan. Zote hizi zilikuwa zinamhitaji na vilabu mbalimbali mbali kutoka barani Ulaya na Afrika ikiwemo Simba, Yanga imeendelea, pamoja na Azam FC kwa mbali. <laughs> Yes, wanahitaji huduma yake huyu ndo anaitwa Lassine Kouma. Sasa eh, kabla sijaingia kiufundi, huyu mchezaji ni wa aina gani, hiyo nilikuwa namuelezea tu historia kali yeah. Kwa sababu unajua, ukimwelezea haimfanyi mtu kumjua anavyocheza okay. Kwa hiyo kuna, kuna segmenti yangu ambayo unapendaga yeah. Kumwelezea mchezaji alafu baadaye sasa ndo kiyofundi. Anachezaji, yeah. Yeah. Anachezaji. Yeah. Yeah. Ndo unajua muda mwingine mtu anaweza kona, ah, sambo unaongea sana yeah. Mimi nataka kujua yeah. Ehe, anavyocheza umenielewa okay. Kwa hiyo twende kwenye kiufundi au kuna swali hapo? Ah, mimi nipeleke kwenye kiufundi, ili nijue, <laughs> e, ni machachari au ni hatari kwenye Sawa, huyu jamaa kiufundi kwanza nimeshatoka kumuelezea position anaocheza anacheza kama kiungo mshambuliaji wa kati, maana yake namba kumi hmm, ndo eneo ambalo ana enjoy lakini mwanzo pia nikakwambia, ni versatile player, maanake ana uwezo wa kucheza hata kwenye namba nane na hata defensive ability yake inaweza ikamfanya ukamdeploy kama namba sita lakini ni nadra uwezo wake zaidi Main position kwenye namba kumi, anacheza zaidi kwenye namba kumi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kunyumbulika, ana uwezo mzuri wa kudribble mipira, dribbling skills zake ni za hali ya juu. Sawa, ana vision maanake manake ni uono pamoja na creativity, ubunifu vyote anavyo jambo linaofanya kuweza na kutengeneza nafasi nyingi za ni, ni ushahidi wa hichi. Anakuwa anachangia kwa asilimia kubwa sana mashambulizi ya timu yake kwa sababu mara nyingi anapenda kufanya progression, katikati. Anapenda kuoffer mikimbio sehemu rafiki ambapo wanaweza kureceive mpira baina ya mistari. Sio, ni nikisema, baina ya mistari manake, baina ya mistari ya kiungo bla bla bla na ulinzi ya timu pinzani katikati, maana namba kumi ndio anapenda kucheza baina ya ya mistari na kuweza kupokea mipira aidha kwenye eneo la kiungo au eneo la pembeni ya uwanja na kujaribu kufanya kufa, ku, ku, ku strike kujaribu kufunga, umeelewa? Kwa sababu ana uwezo pia wa kufunga. Nitazidi kumwelezea, lakini strength yake nyingine ni pamoja na kufanya mikimbio kinyume na uh, kinyume na eneo ambalo walinzi wamejiposition sio na nielewa, yaani nitakupa mfano. Kwa mfano, e, safu ya ulinzi ya timu pinzani imejaribu kuzuia progression kwenye upande A hey. Yeye yeah, anaweza uwezo mzuri wa kujiposition kwenye upande B akiwa kama okay, free kama, unmarked flani unaelewa, kama alivyowahi kufunga bao lake tarehe 24 April mwaka 2024 dhidi ya Joliba, AC. Umeelewa? Aliweza kupokea mpira kutokea eneo la pembeni ambapo walinzi wengi walikuwa wamejicommit kule, yeye yeah, akiwa nyu, eh, akifanya mikimbio nyuma eh, yani kwenye u, eneo ambalo wao wamelisahau au wamelipotezea, sijui ndo blind side au nini aka receive mpira kutoka kwa mwenye mpira akaukevu mpira kwenye fa, eh, hapa kona kwa hiyo ni mchezaji wa aina hiyo, lakini uh, vile vile ni mchezaji mwenye uwezo mzuri sana wa kupiga katika mchezo ambao ulifanyika Machi kumi na saba mwaka 2024 dhidi ya AC hao au AC Joliba, aliweza kupiga mpira kwenye shuti la mbali, yani kutokea umbali mrefu eh, kwa guu lake la kulia, ananyoosha msuli eh, mpira unamzidi goalkeeper na kuweza kuruhusu uruhusu bao. Kwa hiyo uwezo wake wa kupiga ni exceptional. Kwa hiyo uh, kama unahitaji uh, labda umekutana na timu ambayo ina, ina, ime, ime, umekosa labda namna ya kuifungua kiulinzi kiufundi ki ki unaweza ukamtumia huu jamaa kwa kushambulia kupitia mashuti ya mbali. Mm, of course, ni moja ya solution ya ukikutana na timu ambayo ni ngumu kuifungua. Umeelewa? Hilo ni eneo la pili. Lakini uh, ni mchezaji ambaye mwenye uwezo mzuri uh, kwenye yani maana yake anatoa option mara nyingi sana uh, anavokuwa na mpira anakuwa na ile tactical genius, uwezo binafsi wa kuamua matukio na kufikiria e, katika eneo la ziada. Mimi nitakupa mfano katika bao lake ambao alilifunga nilikwambia, dhidi ya Diables Noirs msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho. Saa mchezo ule ulifungwa bao pekee, ndo alikuwa amelifunga yeye. Aliweza kulis, kupokea mpira kwenye half space uh, wakati anakabiliana na beki wa Diables Noirs kwenye 1v1 hakuwa na papara ya kuamua ma maamuzi yoyote haraka. Alijaribu kukaa na ule mpira kwa ajili ya kumvuta beki mwingine, ili wawe wawili wa kwa ajili ya kum kum kumzuia maybe, na yeye sasa, baada ya kumzuia manake tayari wale mabeki wawili wamejicommit sehemu moja, automatically kumefungua eneo e, eneo nyuma ya e, migongo ya wale mabeki, akapiga mpira kwa Frank TS ambaye ndo yuko Azam FC kwenye half space wenye alipopiga mpira kwa Frank Tiese, unamuona anatoka kwenye lile eneo lake, la anaingia anafanya movement nyuma ya mabeki wa noise, na Tiese anamrudishia mpira automatically, lile eneo mabeki wakashindwa kumwahi na kuweza kukevu mpira kwenye bottom mapakona. yani manake eneo la juu kwa, ameubendi mpira kwenye eneo la juu ambao goalkeeper asingeweza kufikia na ikawa goli, ambao ndio liwavusha kwenda hatua ya robo finali wakifikisha alama kumi. Sawa. Kwa hiyo uwezo wake huo kwenye moments especially kwenye eneo la kushambulia unamfanya kuwa mchezaji hatari zaidi kwenye kikosi cha Stade Malien na mchezaji, uh, zaidi, ndo mchezaji tunavozungumza zaidi ndo best player kwenye uh, ligi kuu nchini nchini Mali. Yani kuanzia kwenye in uh, tactical intelligence, uwezo binafsi dribbling skills zake, decisive moments zake, creativity level yake, hivo yani ni mchezaji ambaye amekamilika by the way bonge moja la player na nafikiri kwenye watu wanaofuatilia peji za kafu watakuwa wanaona kuna, kuna, kuna kipindi ameshawahi kushinda ile skills of the day kwa ajili uh, kama ilivyokuwa kawaida ya utaratibu wa kafu kutambua ile ku recognize zile uh, skills ambazo zinafanyika kwenye michuano mbalimbali mbali ya kafu, alikuwa aliwahi ali, ali, ali, ali kuchukua tuzo, tuzo ya skills of the day. Yani, sijui, ni, ni recognition make sio tuzo, ni recognition tu ya kawaida, kwa sababu ya ule unyumbulifu wake huyu huyu mchezaji Lassine Kouma ambao ninasema tena mm. Oscar, Oscar abidi amtie kwenye ngoma baba, baba, amtaje, ampe maua yake sababu tunajua. Na hii jina unabidi watangazaji mpira wawe makini kwenye e. kwenye kutangaza wasi- wa, wa, wa, watulie manake ukichapia mm unaweza ukajikuta unatoa neno ambalo mm. kwa lugha yetu ikawa ina ugagaziko mm. kidogo. Unajua mpira tunaangalia, watu wengi, wazazi, watoto, mchanganyiko shangaa ka mzee ame, ameduaa, si unajua tena. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo, lakini haya ni majina ya West Africa yeah. Sawa. so, yeah. mimi nafikiri nimeelezea vizuri mm na by the way, kama mtu atakuwa na maswali ataku, atakupa mimi nitaweza kumjibu kulingana na uwezo wa huyu bwana mdogo. wayaorodheshe tu hapo chini mm. kwenye comment, sisi tutachambua yale ya muhimu mm. takuja kumuuliza heavyweight_dullah. Ameeleza vizuri sana, naitwa Lassine Kouma na anatokea taifa la Mali. Anacheza timu moja hivi sasa na Sadio Kanuti, nikukumbusha Sadio Sadio Kanuti, eh, eh, eh, oh, eh, alivyomalizana eh, Sadio eh, na JS Kabilia, alirudi kwao na anacheza katika kikosi cha Stade Malien eh kwa hiyo Sadio Kanuti eh, anamsikiliza Lassine Kouma, ambayo ndo captain wake. Sababu ndo captain mdogo zaidi kutoa mataji mawili, by the way, nimetoka kukwambia, anamsikiliza kiongozi wake ambayo ndo Lassine Kouma. Kwa hiyo hata viongozi wanaweza wakamtumia Sadio Kanuti kupata ushauri wa mawili matatu kuhusiana na uwezo wa huyu mchezaji, by the way kama ambavyo mimi kiongozi wangu Heavyweight Dulla kwa siku ya leo alivyotamatisha, basi na sisi tunasema tukutakia wakati mwema, endelea kufurahia burudani nzuri zinazoandaliwa na Simba Pro TV.